Pa, eh, Musa Pimpin Kamara anawasili hapa sambi eh, dada kichwa sambi mzamili Yasin eh, Evi Kameta Duchu wanawasili hapa katika bandari ya Dar es Salaam baada ya mchezo wa jana kumalizika mnyama Simba Sports Club. Aiti Salum Manura. Eh, Manura huyo, Manura hapa anawasili hapa bandarini Leona la Teba Mbida akiwasili hapa Sabidia. Eh, bandari ya Dar es Salaam Papis Luamba Ngoma ya eh, kwake ambaye wanasimba kibao eh, nauma huyu hapa eh, janishaza uaa na akiwa wanaasili hapa bandari ya Daressalamu. Buda yesua mutare smarani eh, fondo steheni desa mukwara wakiwa asili hapa eh, bandari ya Daressalamu nyama Simba swa sklabu siku ya jana. Debora eh, Fernandez mafambo huyo wakiwa asili hapa bandari ya Daressalamu baada ya siku ya jana kuambulia medali kule Eh, visiani vaniba katika kombe la shirikisho eh, barani Afrika. Kama unavyoona timu Simba Sports Club inawasili hapa. Meneja wa timu Imam naye anawasili hapa. Denis Prosper naye anawasili hapa katika andare ya Dar es Salaam, baada ya mchezo wao eh, dhidi ya Berkane mnyama Simba Sports Club, siku ya jana eh, kupata sare ya bao eh, moja kwa moja, mnyama Simba akilazimika eh, kuchukua medali siku ya, ya jana <tipos> e, kama unavyoona kocha Simba hicho Hosen Kaz naye amewasili hapa. Eh, kiungo wa bori e, Kata Shombo kagoma akiwa anawasilia hapa. Eh, Edwin Barua eh, beki la bori unamwona huyo hapa Hamza naye akiwasili hapa e, bandari ya Dar es Salaam. kocha Simba hicho eh, Valentino mashaka mashaka naye akiwasili hapa Chamuka na Bwa amewasili hapa bandari, wanaianza e, kombe la ligi kuu soka Tanzania bara siku atano, kalika, ligiku, ya Jumatano katika ligi kuu dhidi ya Singida Black Stars, asili baada kule jana, utapata matokeo mazuri kuambulia kupata medali e, na mchezo umemalizika. Shomari Kapombe way akiwa naye amewasili hapa bandari e, shabiki wa Simba naye hapa bandari, ya Dar es Salaam Simba Sports Club. E, siku ya jana e, katika mchezo huo e, akiwa e, ameambulia e, sare ya moja moja ya berekani kuchukua kikombe. Mnyama Simba akichukua nafasi ya pili na kuchukua medali pale visiwani Zanzibar. e, timu ya Chapesa Media tuko hapa ikiwa tunakupa update zote za kimichezo kwa ajili e, ya mchezo uliomalizika pale visiwani Zanzibar, na leo kikosi kimewasili hapa mnyama Simba Sports Club hao